Hani wadau wa Bitcoin, kama mmeamka leo hii namekuta meliwa. Mimi Bongozozo nipo kwa kuelekeza vitu viwili vitatu. Cha kwanza, kwa nini soko la Bitcoin limeshuka limeanguka limecrash, alafu cha pili, kwa nini umeliwa. Kuna vitu viwili tofauti. Haya ha, cha kwanza kwa kifupi he, Bitcoin ilikuwa inaendelea vizuri tu jana juzi, lakini <laughs> usiku wa kuamkia leo meshuka vibaya mno sana sana, kwa maneno alivyoongea Donald Trump. Kwa kifupi sana, Donald Trump alikuwa nategemea kushinda lile tuzo la kuleta amani duniani ile Nobel Peace Prize, hakupata <laughs> sijui alivyochukia akasema, basi ngoja mimi ni nifanya mambo ni control yani, yeah, unajua ni, una ni mtu anapenda sana ku control vitu, basi akaanza kuongelea tariffs za China tena, unaona, ikaangusha soko zote, soko za hisa, soko za Bitcoin, unaona. Na hiyo uh, uzuri tunajua kwamba Donald Trump anaropoka, ana ni mropofu na anafanya makusudi ili kutishia watu mesaa alivyosema okay. Anavamia Greenland. <laughs> anavamia Panama eh, mbona hatusikii eh -eh? Anaongea vitu vya ajabu ili akienda kuelewana nao anapata anachotaka. Hii aishawahi kufanya na atakuja kurudia, tujifunze. Soko halijaanguka litapona tena, utashangaa sana wiki ijayo, hata kabla ya juma tatu utakuta kwamba kuna kitu ameongea kwa kupoza vitu ndivyo anavyofanya. Anafanya maksudi Ijumaa jioni <laughs> ili apime he, hisa zinashukaje nini, nini ili apandishi tena kabla hisa soko la hisa lifunguliwe Jumatatu. <laughs> tatizo Bitcoin, <laughs> soko la Bitcoin liko wazi mda wote. Kwa hiyo kama kuna shida kama hilo he, he, sana sana linaangukia sisi wadao wa Bitcoin naona. Lakini hata hivyo, yani unakuta kwamba kuna kuna short, kuna kitu kinaitwa short ambayo mtu ana ana bet anaweka kama kamari kwamba hisa uh, soko litashuka, eh, inaitwa short sawa. So, short kubwa sana aliyewekwa Ijumaa kabla hajatamka, unajui kabisa ni marafiki zake. Hii inaitwa insider trading ni mbaya sana lakini, kwa, kwa sisi uh, ambao hatujui taarifa, hatuna taarifa, basi ndio tunaweza kuumia eh, basi umeelewa kwamba okay. Soko limeshuka kwa sababu gani? Kwa sababu Trump alivyotamka, alivyoropoka. Haya, la pili, kwa nini umeliwa? Hehe. Umeliwa kwa sababu umetrade. Ehe, mimi sijaliwa, nimepungukiwa, yani rasilimali zangu thamani yao imepungua, sawa. Lakini sijaliwa kwa sababu sijachukua mkopo. Ukitrade, maana yake yani unaweka Bitcoin yako alafu wanataka kukopesha hela. Hehe wanakopesha mara kumi hadi mara mia ya stoki yako, lakini pale unafanya kamari. Na watu wengi sana wanao trade Tanzania wananisema wanasema ku trade sio kamari, lakini mimi nasema ni kamari, unaona. Mimi sijawa ah, sema tuseme sijawa, nimewahi na nimewahi kuliwa na nilivyoliwa nikachukua kama ari ya shule, unaona. Nikasema mimi si trade tena, nanunua, nawekeza kesi kwamba ikipanda unafaidika, ikishuka unasubiri unasubiri ipande tena. Ndio maana sina wasiwasi wasi sana, naona hata wiki ijao tunakuta ina panda inarudi rudi pale, pale, lakini watu walio trade hawarudishiwe hela zao, wameshaliwa yani, ile kampuni ilitoa mkopo kwenye trade inakula ile hela yako. Wakati mimi sijaliwa hehe, kwa sababu ni rasilimali yangu. Kwa kama mtu yoyote akitaka kuingia kwenye, kwenye Bitcoin, ushauri wangu usi trade. Mwisho wa siku utaliwa, kwa sababu hujui unachofanya. Sio kwamba kuna taarifa yoyote unapata kutoka kwa rais wa Marekani. Kwani unajua WhatsApp namba yake? Trading yani sawa, kuna watu wengine ehe ni, ni wapoze kidogo watu wanaonitukana ehe. Kuna ma traders wengine wamejifunza kimahesabu, wamejifunza mahesabu ya kutosha kuangalia graphs, kuangalia bay, wanajua wanaweza kuhisi zaidi itakavyoenda kwa sababu ku trade lazima u bet, inaenda juu, inaenda chini. Wakati mimi sijawahi ku bet, sipendi betting. Nililiwa juzi juzi kwenye casino. Bora uende casino kama unataka ku trade, ku bet, unaenda casino, au una bet kwamba Manchester United yafungwa, kwa sababu ni timu mbovu na wanafungwa kila wiki ehe. Lakini ujui kwenye kamari, mwisho wa siku utaliwa. Unaona sasa mimi ni mdau wa Bitcoin, nishajifunze kutokana na makosa yangu. Najaribu kuwafundisha nyie kutokana na makosa yangu, msi trade Bitcoin. Mki trade mtaliwa. Fanya hivi, nunua kama asset. Nunua uweke. Ikishuka, una unahuzuni kidogo kwa muda mfupi, lakini hujui kwamba Bitcoin ni uh, rasilimali ambayo dunia nzima inatafuta, unaona, kwa ndiyo, na ina ukomo. Kwa hiyo haiwezi kutengenezwa ovyo kama hela za karatasi inatengenea chapishwa serikali zinavyotaka. Bitcoin ina idadi ya Bitcoin, haziongezeki na kama kuna watu wengi sana duniani wanahitaji, basi, kwa maoni yangu, na usisahau kwamba mimi sio mshauri wa kichumi, ingawa najua mambo mengi sana <laughs> Sitoye ushauri, lakini kwa maoni yangu naona Bitcoin ni asset ambayo inapanda, na ndio maana mimi nanunua na wekeza, nanunua wekeza. Unaona, Bitcoin huwezi kutajirika haraka. Hakuna kitu unachowezi una kutajirika haraka. Nunua kidogo, wekeza, nunua kidogo, wekeza, baada ya miaka mitano au miaka kumi ndio utakuwa unajitapa dunia nzima kama Bongo Zozo anavyofanya. Yani, mimi nilianza na mwaka 2017. Kutajirika haraka? Hapana, kuna kuvumilia, kuna kujifunza. to ushauri tena ehe, usi trade kama wewe sio CEO, yani mtaalamu wa mahesabu au rais wa Marekani una WhatsApp namba yake, anakuambia vitu no. Haya, nimeelekeza bei ya soko ilivishuka. Ehe, sababu zake na vile vile nimeelewa kwa, ni, ni kwa nini nimewaelekeza kwa nini mmeliwa na mimi sijaliwa, nimepungukiwa ehe. <laughs> Basi, kama unataka kuingia kwenye Bitcoin zaidi, kuna YouTube videos nimetengeneza, Bitcoin for Swahili Speakers. Kama umefikia hapa halafu hujui inachoongelea, tafuta Bitcoin for Swahili Speakers, na elekeza, Bitcoin ni nini, vile vile vile vile. Ni sawa, ni chukuna, unataka kusema ya mwisho. Vile vile, basi nimesawa <laughs> yes, sija sawa, nimekumbuka ehe, uzee hauja ni, <laughs> haudia, ni athiri sana ehe <laughs> pale, ukitaka kuanza na Bitcoin kuna link ya Binance iko kwenye profile yangu ya Instagram, ehe <laughs> angali kwenye profile, kwenye bio yangu kuna link pale, una click pale, unafungua account. Unavyo fungua account unaendelea kusoma soma YouTube. Usiomba ni ku, ni wafundishe, mimi sija kufundishwa, unajifunza kwenye YouTube video kama zangu, sawa hapo, ifujo isiyo